Wanajua Tanzania imejenga reli ya kisasa nzuri kuliko ya kwao. Wanajua utalii wa Tanzania unakuwa, wanajua bandari inafanya vizuri. Na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa vibaraka, wengine wanatokea huku huku Songwe, wapo, tunajua wamehifadhiwa katika taifa fulani. Na mimi siogopagi kusema kama sikuogopa simba nikiwa na miaka kumi na tano tu aliyetaka kuchukua ng'ombe wa babangu, nitaogopa mavibaraka ma wanaotaka wavamie nchi yetu? Nitawasema waliowatuma na vibaraka waliotumwa. Wamehifadhiwa wapo, wa vyama vingine vibaraka, badala ya, badala ya kushiriki siasa wanataka washiriki ukibaraka waku wa kuharibu nchi yetu. Wamehifadhiwa, ni viongozi wa vyama vya siasa mmojawapo ndo ukapewa bilioni tano dola milioni mbili akiwa kwenye chama chake. Tulikuwa tunaombana mpesa umuumu haya mambo ya vyama, si tunaombanaga mafuta tunaombana mpesa juzi, juzi tu. Kupata ukibaraka kageuka taajiri. Ana, anapewa bilioni tano, anakaa hoteli ya kitalii miezi sita. Wale waliompa hizo hela wanataka azirudishaje? Kama ninyi amshtuki, am, wan, wa, wanataka wazirudishaje zile fedha? Mwalimu Nyerere alisema mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Ehe, wanapewa hizo fedha, watazirudishaje? Kwa ahadi ipi? Kama sio hicho chama kimesema tupeni hela sisi, tukiingia sisi, mtachukua uranium, mtachukua na gesi, mtachukua na makaa ya mawe. Watarudishaje zile fedha, wanazowapa hizo fedha? Wanazopewa watarudishaje wale waliowatuma. mimi naijua hii michezo ya rasilimali yote naijua, na wakiendelea nitafumua nitafumuka zaidi ya hapa. Simtanilinda simtanilinda, wangapi watanilinda? Nchi zote zilizowahi kupata rasilimali, haya mambo ndio yalitokea. Angalieni kwa kwa miko ya, ya, ya, ya mahusiano ya kimataifa, sitataja Angalieni hata huku sadeki, kuna nchi zimewahi kupigana miaka na miaka, zilipogundua tu rasilimali. Zilipoisha hizo rasilimali na wale vibaraka wakaisha. Sasa hata watu wengine mkisema uchaguzi hivi, kweli kwenye ukanda wetu huu kuna nchi inaobadili viongozi kama sisi e, kule kwingine kwenye zile demokrasia zao wanazozijua wenyewe mliwahi kuwaona wakiwakemea wameweka vibaraka wanawalipa. Na ile kibaraka moja wao yule mwanaharakati akasema yeye mwenyewe alipoambiwa, wafuasi wake walimwambia njoo uongoze ma haya, haya mavurugu unayoyapanga, akasema yeye kule alipo anaishi nyumba ya bilioni kumi na mbili. Amezitoa wapi? Kwa kufanya ukibaraka kwenye nchi yetu. Anasema anatembelea gari ya milioni mia tano. Amezitoa wapi? Yaani, akiwaambia ya nyie mchome nchi yenu, yeye kule analipo nini. Wanajua Tanzania imegundua uranium imegundua madini ya adimu, itakuwa nchi ya kwanza Afrika. Sasa hivi Tanzania ni nchi ya kwanza Afrika kwa upatikanaji wa madini ya adimu ikiwemo uranium, yakiwemo na haya ambayo yako Songwe. Wanajua Tanzania ni miongoni mwa nchi tano zenye zenye akiba nyingi ya gesi, na wanajua ndani ya miaka michache hapa tutaanza kuuza gesi. Wanajua Tanzania ni moja ya nchi tano zenye wingi wa chuma, zenye wingi ya makaa ya mawe, na wanajua madini haya hawawezi kuyapata kama watanzania wameungana. Sasa mnaanza kuletewa kila siku hoja ya kuwagombanisha watanzania kila siku hoja ya kuwagombanisha kuwa Watanzania na sisi Watanzania tukataka kuanza kuitikia chuki zinazoletwa za ajabu ajabu, chuki za ovyo ovyo zisizo na kichwa wala miguu. Ninyi mnadhani hiyo ni ajenda? Wenzenu wanaangalia uranium, wanajua hawawezi kupata uranium kama watanzania wameungana